Kwa majina naitwa Ivan Saso Wekesa, ama kwa jina lingine ni Omwami Pukuzu wa Pungoma. Maneno tunaongelea saa hii miyali alitendeka jana, ambapo Mheshimiwa Peter Salasya alifanyiwa kila alifanyiwa, na kile mimi nataka kusema kuambia Wakenya wenzangu tafadhali, maneno imefanyika jana isilete uhasama kati ya sisi na jamii zingine. Wale walisalimia mheshimiwa jana hawakuwa watu wa jamii fulani. Wale walisalimia mheshimiwa jana, nikisema kwa luka mzuri, walikuwa kunz na kunz. Ananga kabila kunz, anatoka kwa mahali anatoka. Sasa maneno ya kuanza kusema ati ndugu zetu kutoka Nyanza ati kwa sababu wao ndio kana wakor io kwani wa wao ndio wawapi? wao ndio waliasodi mheshimiwa? Iyo kwanza tutoe, tuachane nayo. <laughs> Jambo la pili, sisi Waluya, mimi ndasema ukweli, sisi Waluya tuanzie hapa, hatupinayo Waluya wenyewe hatupindani. Mheshimiwa ni Mluya, lakini mimi kama Bukusu kusema mheshimiwa alifanywa vibaya, lakini yeye pia arekebishe mahali fulani, yenye timutui watu waluya wengine wanasema. <coughs> mimi ni leo nimekuwa upande ya Westland nikapatana na rafiki yangu kutoka sehemu za Nyanza, akaniambia bwana, wewe ni rafiki yangu, mimi ni Mjaluo, wewe ni Muluya, nataka tuwaambie Wakenya kwamba sisi hatuna uadui. Hakuna uadui kati ya Muluya na Mjaluo, hakuna na hijawahi kuwa. Sisi independensi, mababu zetu walipigania inji, hawakupigania kama Wajaluo ama Waluya ama kabila zingine, wote walikuwa Wakenya. Mwenye huwa anafanya tunaanza kuitana kwa kabila yao heshimiwa Dai, Mheshimiwa Peter Salasya ameenda social media, ana braka wenye Waluya, tumekosewa sijui nini. Na waluya wangu hapo ol wenye wako na smartphone wanachangia, sisi kama waluya sisi kama waluya tafadhali, na waomba nikisema hivyo wengine wananiita ati mimi ni Muganda, ati fukuze simu tafadhali <laughs> <laughs> na waomba mimi nimekuona rafiki yangu mimi nimekuona rafiki yangu anaitwa Leo. Mimi nimekuona rafiki yangu anaitwa Leo yeye ni mchaguo. Ameniita kuniambia bana, tuwache maneno ya ukabila, tuambie Wakenya sisi ni marafiki, wikendi tunaenda gemu. Waluya wenzangu kutoka Kakamega wanaanza kuchangia wanasema ati afukuzwe akuwangi Mluya, ati huyu ni watu kutoka Uganda imeona ni mimi nikiuza njugu ama anauza mia a. Sasa wauyo, tumefikishana hapo wauyo <laughs> tumefikishana hapo, kwa sababu kwa sababu nimesema pigei, pia pigei, mimi ni rafiki yangu sana, kealazinrafiki yangu na mimi sisemi alifanyiwa mimi nakataa vita. Vita ni mbaya kwa sababu mwenyewe nimepigana vita na hakuna kitu nimepata. <coughs> <coughs> mahali nimepata kwa vita <coughs> ni mahalama tu, hakuna certificate, sina mali tuya vita, hakuna vita isaidii. Lakini pia mwenye amepigwa, mimi siwezi mama hapa nianze kupiga huyu bure, lazima kuna kitu ilifanyike ndio ifikie hapa. Na sisi Wakenya tunajua pika akuwe na heshima kidogo kwa wakubwa wake. Alikosea mheshimiwa Raila Amolo Odinga heshima kwa Raila. Hivyo tu. Simple kitu rahisi kama hiyo inashinda wa Kenya. Ukiambia Mkenya kitu rahisi kama hiyo, anaanza kuniita mimi ni wa Uganda, si mimi si Mkenya, nini nini. Hiyo sio m

Bana, mwache uziga hapa, mjukuu ai, mnyamaza bwana. Unajua, kuna kitu tumesema hapa na tumeanza <mace> <laughs> vizuri sana <laughs> watu wenye wamekuwa hapa tumeanza vizuri <laughs> na tukasema ya kwamba oda, oda, oda. Tukasema ya kwamba hii maneno ya mtu kufanya makosa na anajificha ndani ya kabila tuachane nayo. Ndio hiyo. Yeah. Yeah, na Salasya tabia zake ndio zimemfikisha pale penye amefika. Na Salasya huyo mtu hata yeye, kuna mtu amenyongesha watu wangapi? ha so, uh, watu walikuwa wakina nani? o no, bwana hiyo swali umeuliza hiyo swali ni ya kugawanya watu

<laughs> Mimi nisafika mimi nikimalizia, hawa wakubwa wetu hawa waheshimiwa, hakuna mheshimiwa anatuongozanga kwa misingi ya kabila. Watu wanaleta kabila ni sisi wanainji waje. Kwa mfano saa hii mtu ana diskasi hapa anasema Raila alipewa vitu tano bili, akapeleka wao moja, akapeleka gosha na sasa oaa, sasa misa spika wakasema, moja akapeleka wapi? Yani sasa moja ilipelekwa kwa Waluya, sasa wakitaja kiti moja ilipewa na kumija, aa mtoto wetu sisi kama aa kama wakiliama tumepata viti tatu zimepelekwa Nyanza. Wajaa wetu baba baba wametupea viti. Sasa Wakipii na Wakamba na Wakuria na hizo kabila zingine zote watasikia aje? Watasema kabila yetu imenyimwa. Hapo ndio ukabila huwa inaanza Kenya. Kenya ya saahii tunataka Kenya ya kabila moja kama Tanzania vile ndugu yangu alikuwa anatuambia Tanzania, ikifika wakati wa siasa hakuna, hakuna, hakuna mheshimiwa anasema sisi kama kabila fulani. Tanzania hakuna anga kabila kabila. Iko inji yetu kabila iko inji yetu Kenya, kabila iko inji yetu Kenya. Na mimi nataka kuambia especially waluya wangu tafadhali, hii maneno ya kusema ati PK Salasya ni mtoto wetu amedhulumiwa, sisi kama waluya tunaonewa sijui nini, tutoe kwa akili yetu tafadhali. Raila amepigania Kenya amepigwa vita na na serikali miaka ngapi? Umayo wana mjaluo akasema sisi mtoto wetu sisi, ni nini? Hakuna kuna warui hapa ni supporters wa Raila, kuna walui hapa ni supporters wa Koromaya nani anasema? Atu wale walipiga pika pika Salasya walikuwa wachagua, walikuwa walikuwa kuni, hakuna kabila hapo. Kapikesa Salasya hakupigwa alisindikizwa, aenda atulie. <laughs>